Karibuni sana kwenye channel yetu ya Kingo Farm. Ndugu wafuatiliaji fuatiliaji wa channel yetu, leo hii nimewaletea makala inayohusiana na namna ambavyo unaweza ukakabiliana na magonjwa ya virusi katika kipindi hiki cha mvua, kipindi hiki cha masika. Kipindi hiki cha mvua kumekuwa kuna mlipuko wa magonjwa ya virusi kwa kuku. Kwa mfano ugonjwa wa ndui. Uh, ugonjwa wa ndui umekuwa ukiwashambulia kuku kipindi hiki kwa sababu ugonjwa huu huwa unasababishwa na mbu. Uh, na kipindi hiki cha mvua kunakuwa kuna mbu wengi ndio maana unakuta kuku wamekuwa wakishambuliwa sana na huu ugonjwa wa ndui. Lakini ugonjwa mwingine ambao kwa sasa upo ni ugonjwa wa kideri. Tunatakiwa kuwa makini na kuweka tahadhari dhidi ya huu ugonjwa wa kideri kwa sababu Ugonjwa wa kideri ukiwapata kuku huwa unaondoka na kuku wengi sana, na ukishawapata kuku kuwatibia ni ngumu. Kwa hiyo unaweza ukawa kinga kuku wako, lakini pia kama wakishapata leo hii nitakuelekeza dawa ambayo unaweza ukawatibia. Dawa hii inatibu magonjwa yote mawili, inatibu ndui, lakini pia hii dawa inatibu ugonjwa wa kideri kwa kuku ah. Hapa tutaenda kutumia majani ya, ya, majani ya, ya majani ya marobaini pamoja na binzari. Tutafuta kipande cha binzari na majani ya mwarobaini, tutachanganya na tutaweza kuangalia namna ambavyo tunaweza kuwatibia kuku wenye magonjwa hayo mawili na wakapona kabisa kwa muda wa siku tatu tu. Ukiwapa kuku wako watapona, lakini pia unaweza ukawakinga. Ukitaka kuwakinga, unatumia siku mbili. Kama unataka kutibu ni siku tatu, kama kukinga unatumia tu siku mbili, ukiwapo kwa mfano Jumatatu na Jumanne, basi utakuwa umewakinga na hayo magonjwa mawili. Aa, lakini pia magonjwa haya yote yana chanjo. Yana chanjo. Kwa hiyo kama wewe huwa unatumia chanjo za dukani, na pia ningependa nikushauri utumie hasa, hasa katika kipindi hiki. Lakini licha ya kuwa utakuwa umetumia chanjo ya dukani, pia tumia kinga za asili, kwa sababu kuna wakati unaweza ukawapa chanjo ya dukani na wakapata magonjwa hayo. Nadhani ndugu zangu wafugaji wengi mnaonisikiliza, mtakuwa mnalijua hili. Unaweza ukawachanja kuku wako kideri, lakini wakapata kideri. Ukawachanja ndui, lakini wakapata ndui. Kwa hiyo chanjo nayo ya dukani sio kwamba inafanya kazi kwa asilimia mia moja. Hapana, wakati mwingine kuku wanaweza wakapata huo ugonjwa. Kwa hiyo ili kuwafanya wasipate, tumia chanjo ya dukani, pia tumia na ya asili. Ya asili haina madhara yoyote kwa sababu ina zinakuwa zina vitamini zina vitu mbalimbali tu ambavyo vinaweza vikawakinga kuku wako au vikawatibia. kwa hiyo kwa mfano Newcastle, huwa tunachanja kila baada ya miezi mitatu. Unaweza ukawa umewachanja kuku wako ndani ya hiyo miezi mitatu, katikati ukawapa ya asili, inakuwa ni vizuri zaidi. Uh, ukija kwenye upande wa ndui, ndui huwa inachanjwa siku ya thelathini na tano mpaka ya arobaini. Kwa hiyo unaweza ukawachanja kukuako na hii ndui na mara nyingi wafugaji wengi wamekuwa hawawachanji kukuao ndui kwa sababu ya gharama labda ya chanjo ya ndui. Uh, kama utaona ni gharama basi hakikisha unatumia sana hizi za asili kwa mfano, unakuta mtu ana vifaranga wake wa kienyeji watano, wangapi, akinunua chanjo ya ndui anaona kama ni hasara. Kwa hiyo kama utaona hivyo ni hasara, basi hakikisha unatumia vizuri chanjo mbalimbali za asili za ndui, maana chanjo ni nyingi, sio hiyo moja tu, zipo nyingi utaangalia tu ni ipi inapatikana kwenye mazingira yako. Utakuwa ukiwapa kuku wako chanjo hiyo, ili watuweze kupatwa na huu ugonjwa. Na kama utakuwa ukiwapa vizuri chanjo za asili, pia kuku hawawezi kabisa kupatwa na ndui. Aa, lakini pia vilevile vile, hata ugonjwa wa kideri nao una chanjo mbalimbali za asili kwa wale ambao wana kitabu chetu cha tiba za asili, nadhani watakuwa wameona kuna chanjo nyingi sana za asili za kideri. Vile vile, kama utaona kazi kununua kuku wako, ni wachache unaona hasara, au unapenda kutumia chanjo za asili, basi ukisoma kwenye kitabu chetu cha tiba za asili utakutana na chanjo za asili, tiba za asili, vitamini za asili. Aa, kama hauna kitabu hiki, ningekushauri ukinunua. Kinauzwa shilingi elfu kumi ukilipa shilingi elfu kumi, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp na unaweza kutengeneza kinga tiba na vitamini mbali mbalimbali za asili kwa gharama nafuu kabisa, na wakati mwingine hautumii gharama yoyote, na wako wanapata matokeo mazuri, wanakuwa vizuri, wanataga vizuri, kwa sababu ya vitu mbalimbali ambavyo vinachochea ukuaji na utagaji vinavyopatikana kwenye majani na mimea mbalimbali. Kwa hiyo utaangalia namna ambavyo unaweza ukatengeneza au ukachanganya kwenye hicho kitabu. Uh, pia tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji ambacho kina miongozo yote ya kumlea kuku layers au kuku wa mayai, kuku wa chotara, lakini pia na kuku wa kienyeji. Hiki kitabu nacho ni soft copy. Kwa am ufugaji wa broiler ambaye unakuwa unakumbana na changamoto, ningekushauri upate kitabu hiki, ni kizuri, kitakufaa mno. Kina formula mpaka ya kumtengenezea broiler lile wiki la nne, unamtengenezea chakula kwa gharama nafuu na anakuwa vizuri kabisa. Lakini pia tuna kundi la mafunzo tunalipia shilingi elfu tano tunakuunga kwenye kundi la mafunzo, unapata darasa, lakini vile vile tuna formula ya kumnenepesha jogoo ni shilingi elfu tano. Kama una uhitaji wa hizi huduma, chukua namba kwenye video na ututafute. Ah, tukimalizia na tiba yetu ya leo, tiba ambayo inatibu magonjwa hayo mawili, ugonjwa wa ndui pamoja na ugonjwa wa kideri. Tiba hii inafanya vizuri sana, kama nilivyowaambia hapo awali, hii tiba unachukua majani ya mwarobaini. Utaandaa majani yako ya mwarobaini viganja vinne. Kisha kuwa na majani ya mwarobaini viganja vinne, utaandaa na kipande kimoja tu kidogo cha binzari. Utavisaga hivi vyote, utaweka kwenye maji lita tano. Pia kwenye maji lita tano, wape kuku wako wanywe kama wana huu ugonjwa. Aa, kama unataka kuwatibia, weka kwenye maji lita tano, lakini kama kwa ajili ya kuwakinga, weka kwenye maji lita kumi. Kuwatibia manake tayari kuku wako washapata ugonjwa huo. Kwa hiyo utaweka kwenye maji lita tano na utawapa kuku wako kwa muda wa siku tatu. Kama ni kuwakinga, weka kwenye maji lita kumi kwa muda wa siku mbili. Ukifanya hivyo utakuwa umewasaidia kuku wako dhidi ya haya magonjwa mawili. Ah, tunawakaribisha sana mweze kupata huduma zetu, huduma za vitabu mbalimbali ambapo vina mafunzo mengi, vina tatua changamoto nyingi za ufugaji. Lakini pia tunawakaribisha mjiunge na kundi letu la mafunzo, ada ni elfu tano. Vitabu vipo vitatu, kila kitabu ni shilingi elfu kumi.